guzi na askari e, baada ya zoezi hili sasa la kumkabidhi WP 5622 Koplo Ana Mohamed Mfingo hii bajaji ambayo imetolewa na afande mkuu wa jeshi afande IGP, na ameona hivyo ni kwa sababu e, sisi baada ya kuwa tumempokea akiwa katika hali hiyo ambayo umeiona ya kutokuwa na kiungo kutokana na eh, maadhira ambayo ameyapata katika kazi ya polisi baada ya kumjulisha mkuu wa jeshi ame, akaamua kuleta e, bajaji, na sio kwa mkoa huu. Nafikiri sasa ni mara apiri, ya pili tunawakabidhi askari ambao wanapata matatizo wakiwa kazini. Mkuu wa jeshi anatoa e, vifaa mwendo, na mikoa mingine anafanya hivyo, lakini kwa mkoa wetu sasa ni mara ya pili. Mara kwanza alitoa bajaji na sasa hivi mara ya pili ametoa bajaji kwa mara kwanza, alitoa bajaji karibu tatu kwa askari, na leo anatoa bajaji ya nne. Ni jambo la kumshukuru sana, afande mkuu wa jeshi kwa kuliona hili, lakini mmemwona huyo askari au huyo NCO kama nilivyokuwa naeleza, alikuja hana mguu yani, wamekata mguu kutokana na magonjwa. Lakini katika kazi hii harakati hizi za kuja kazini, kuna siku pia akaanguka akavunja tena mguu huo mzima, ambao Mungu amemsaidia sasa anautumia, lakini ana, ana amepata eh, scratches hiyo kumsupport um, lakini kwa sababu tulimjulisha fande mkuu wa jeshi ameamua kumletea hii eh, bajaji imsaidie kuendelea kuja kazini. Kwa hiyo nitoe wito kwa askari wenzangu, ukipata tatizo tujulishe mapema sana sita, 56 22 kwa pwana. Napenda kushukuru hichi ya fande alichonipatia, sina mengi ya pongo. Nashukuru kwa kwa